Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin, amma baadu. Amma baada ya kumshukuru Mungu na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam, ndugu zangu, katika wakati huu na muda huu wa sasa Insha allah tunakwenda kuendelea na darsa letu, simulizi yetu, somo letu kuhusiana na lile suala kuhusiana na lile jambo la kuhusu huyu mdada wa lillahi lhamdu katika kisa chake na tukio lake. Tuliishia pale ambapo zimetokea kadhia mbili kuhusiana na huyu dada. Kadhia ya kwanza kujiwa na mchangishaji pesa za msiba. Jambo la pili kuna mtu alipandisha masheitwani akawa anazidi kupiga makelele. Sasa tuendelee na habari yetu. Maneno ya huyu binti yalinichanganya sana. Nikahisi hii ni ndoto yake, na sio ndoto ya kawaida. Huyu binti bila ya shaka ana usiri mwingi ndani yake. Kumbuka kwamba tuko na binti mdogo kabisa ambaye habari zake ni za ajabu. Leo tupo katika sehemu ya tatu. Kama hujapata kuelewa vizuri kisa hichi, basi anzia sehemu ya kwanza, nenda sehemu ya pili, na hapa tupo katika sehemu ya tatu. Wakati huo huo, kwa yule jirani ambaye alikuwa kapandisha, akazidi kuleta taharuki na jini wake alipanda kichwani, akawa anasema kwa sauti ya kwamba yeye ni jini cheketu, tena ni jini la kichawi. Kisha akasema kwa sauti kuwa tumeingiliwa na mtu mkubwa sana katika mtaa wetu huu, na kwa nini kaja kwetu? Anataka atufanye nini? Na kwa nini anataka kutuua huyu mtu sisi tumemfanya nini, kwani maneno haya anayasema yule mtu ambaye amepandisha jini katika nyumba ya jirani nje na ile nyumba yenye msiba. Basi niliposikia maneno ya yule jini kwa nyumba ya jirani, kiukweli damu yangu ilisisimka sana, nikawa najiuliza, je, huyo mgeni anayezungumzwa na hilo jini sio mgeni wangu kweli? Huyu Thuraya yani, hilo jini linalomtaja huyo mgeni aliyofika ni yupi kama si Thuraya, mgeni wangu? Maana yeye ndiyo mgeni hapa mtaani, na istoshe kashapigana na yule jirani marehemu usiku, asubuhi yule jirani yule mama akaamka amefariki. Sasa isije ikawa ndio huyu anayezungumziwa na jini. Ikabidi tukubaliane na mke wangu pamoja na Thuraia, turudi tukae kikao chetu ili tumalizie kikao kwa kujuana vizuri, maana maajabu yashaanza kujitokeza kabla ya chochote. Tulirudi tena kwenye kikao, lakini kila mmoja akiwa na wasiwasi wasi mkubwa, maana matukio yaliyopita yalikuwa ni matukio yaliyotuchanganya mno vichwa vyetu yaka, yakatu yani yakatusi na yakatuhisi tujione ni kama tumegusa pazia la siri lililokuwa limejificha muda mrefu. Mimi binafsi nilitamani kujua kwa urefu historia ya huyu binti, ni nani haswa haswa, na ni kwa nini ndoto ya mshtuko aidha eh? Ndoto za matukio makubwa na mazito yanamfuata? Kwa nini? Nikatamani kujua hilo. Ikabidi nigeuke kwake, nikasema kwa sauti yenye utulivu sana, lakini yenye uzito kidogo. Mdogo wangu, hebu tuambie historia yako, tueleze tangu huko ulikotoka Kilwa Kivinje. Pengine ukoo wako una siri kubwa ambayo hatuijui, hebu tueleze. Binti akanyanyua uso wake, macho yake yakiwa yamejaa ukimya wa mawazo, kisha akasema sawa kaka, mimi nilizaliwa Kilwa Kivinje. Unajua, huko kwetu Kilwa, huko kwetu Kilwa ni sehemu ya kale yenye historia ya Waarabu na Waswahili na wazee hutuambia kuwa zamani palikuwa na wafanyabiashara wa Arabu kutoka Yemen, Hadramaut pamoja na Omani, ambao wafanyabiashara hawa wengi walikuwa na damu ya kisharifu, na sisi pia wengi tuliozaliwa Kilwa huwa tunaambiwa kuwa tuna damu ya kisharifu kulingana na wazee wetu walioingia miaka hiyo, huku wakioa Kilwa na kueneza damu zao hapo. Na hata bibi yangu mimi aliwahi kuniambia kuwa mimi nina damu ya kisharifu hivyo nisicheze hovyo. kisha binti akavuta pumzi ndefu kidogo na kuendelea kueleza akisema, nakumbuka nilipokuwa mdogo wa miaka sita nilimwomba mwenzangu ndazi tuliyekuwa tunacheza naye, yaani kama unavyofahamu watoto. Tena kamwona mwenzake kapewa ndazi na mzazi wake anakula andazi, yani kitafuno naye ya, akamwambia naomba basi aliponinyima nililia sana. Ghafla yule mtoto aliyeninyima ndazi au andazi akakwamwa na hilo andazi kooni, wakaja watu, kila walipojaribu kulitoa lile andazi lilishindikana. Hangaika hangaika kulitoa limeshindikana, limekwama. wakati huo, bibi yangu ambaye ni mwanamke mwenye hekima na heshima kubwa sana katika eneo lile alinichukua na kunambia, msamehe mwenzako, usibebe chuki moyoni. Basi niliposema tu nimemsamehe tu, mara lile andazi likamtoka, na tangu hapo nilihisi kwamba kuna jambo kubwa linafuata maisha yangu kwa nini mimi nimekasirika tu na kulia, kisa nimenyimwa andazi? Aliyeninyima andazi limemkwama kwenye koo, lakini nilipomsamehe andazi likamtoka katika koo. Kwamba kuna nini kwangu mimi? Kisha wakati anaelezea Thurahia hizi habari, akanyamaza kidogo, na akaanza kusema tena, siku moja shuleni mwenzetu aliibiwa vitu vyake, mwalimu akakasirika, aka na akaamua kutuchapa wanafunzi wote darasani. Alipofika zamu yangu, ghafla akapata mshtuko mkononi, akashindwa kuendelea, akaita mwalimu mwingine, naye mwalimu mwingine ili aje anichape kwa sababu yeye ni kama vile kapata mshtuko fulani katika mkono wake, mkono umemuuma basi mwalimu mwingine alipokuja, aliponyoosha fimbo anataka kunichapa, naye akapata tatizo kama lile lile la mwenzake. Basi Furahia akielezea tukio hili anasema, kuanzia hapo wakaanza kuniita mtoto mchawi, na ikawa mara nyingi yoyote anayenitakia mabaya basi mambo humrudia mwenyewe. Ndiyo maana hata ile ndoto ya kamba niliyoiota nilielewa maana yake, ila naumia sana kwa haya yote yanayojitokeza. Alipomaliza kusema hayo, akalia Furahia na akajifunika uso wake kwa mikono. Machozi yake yalikuwa ni ya uchungu. Yani uchungu wa mtoto asiye na kosa lolote, lakini aliyebebeshwa mzigo mzito wa siri za ukoo. Lakini akasema, "Suraia, usinielewe vibaya," akisema binti huyo. Lakini pia kilio chake kikasambaratisha kikao chetu na kila mmoja alibaki kimya akitafakari maelezo yake. Sasa basi, muda mfupi baada ya kikao kuvunjika, wale majirani walimleta kwangu yule mgonjwa aliyekuwa amepandisha masheitwani, kwa kuwa mimi najulikana kama ustadhi hapa mtaani kwetu, tena ustadhi wa maeneo ya hapa mtaani lakini lengo la kumleta yule mgonjwa aliyopandisha majini ni ili mimi nimsomee dua visomo vya rukia, lakini mambo yalienda tofauti kabisa. Mara tu walipokaribia kumfikisha yule mgonjwa kwangu, kumfikisha yule mgonjwa kwangu tu, basi ghafla likatokea kundi kubwa la nyuki, utadhani limetumwa na kundi lile likamvamia mgonjwa pamoja na waliomleta, huku wamembeba. Na mgonjwa huyu alikuwa amebebwa na watu, akiwa hajiwezi hata kutembea, amebebwa, analetwa kwa ajili ya kuja kufanyiwa visomo vya dua. Basi wale waliomleta mgonjwa walipovamiwa na nyuki, wakamwachia mgonjwa, wakakimbia kusalimisha maisha yao, ila pia sasa, cha ajabu na cha kushangaza mgonjwa naye alitoka mbio vibaya mno, mgonjwa naye akakimbia kweli kweli. Sasa huku upande wetu tuliliona tukio hili, yani tukiwa tuko sisi nyumbani kwetu, hili tukio tunaliona madirishani. Kwamba watu wanamleta mgonjwa, tunajua kabisa yule mgonjwa ndio yule aliyekuwa anapiga makelele, lakini analetwa kuja kusomewa rukia. Lakini ghafla tunaona nyuki wamewavamia na watu wote wamekimbia na mgonjwa wao akakimbia. Tulikuwa tunaliona ili tukio kupitia dirishani, tukawa tunashangaa imekuwaje tukio hili na nini kimewapata hawa sasa nini kinachoendelea na kilichoendelea. Insha Allah tutaendelea katika sehemu ya nne. Hapo tuna tumemaliza sehemu ya tatu, tutaendelea katika sehemu ya nne na biidhnillahi lkarim insha Allah. Na kuombeni nyote ambao mmekuwa connected kusikiliza vipindi vyetu, msiache kusubscribe, kulaiki na kushare, ili na wenzenu wapate kuendelea kujifunza hizi habari ambazo tunazozileta kwenu insha Allah. Kufikia hapo ndugu zangu, ulikuwa nami ndugu yako Uncle K, na tunaendelea kukutangazia yale mafusho, bado tunayo, pamoja na makombe tunazo, na walilahi alhamdu zinapatikana, na yoyote anayeyahitaji, basi tunaomba aweze kutuona, inshaallah tutaweza kumpatia hayo yote. Na biidhni llahi lkarim tunafanya visomo mbalimbali mbali, visomo vya dua, visomo vya ruqya kwa mtu mwenye matatizo yoyote ambaye anahitaji visomo, aidha anahitaji kazi za dua na shida mbalimbali mbali, basi insha Allah aweze kutuona tuweze kumsaidia katika hayo insha Allah. Kufikia hapo, niseme waalafua wa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.